Kitabu cha Yeremia sura 19 niyo, Mungu, ya kumi na tisa na ya ishirini, ndiyo kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, karibuni sana wapendwa mahali hapa. Tunaendelea na kitabu chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya, ya sauti ambapo siku ya leo tunasonga mbele na kitabu cha Yeremia sura ya kumi na tisa na ya ishirini. Tusali ili tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakuinua kwa sababu wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili na hakuna neno gumu usiloliweza. Karibu Roho Mtakatifu, utufunulie mafumbo yaliyopo kwenye hili neno, hili neno ili kila mmoja wetu we Bwana apate ufunuo wa kumsaidia kusimama katika mapenzi ya Mungu, na tuendelee kuwa imara katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Wapendwa, Karibuni sana tunaendelea na kitabu cha Yeremia, kitabu kizuri kabisa hichi cha kinabii, ambapo leo tunasoma sura ya kumi na tisa na ile ya ishirini. Watu wa Mungu, tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Nami naitwa mwalimu Petro. Mlango wa 19. Bwana akasema hivi, enenda ukanunue gudulia la mfinyanzi, ukachukue pamoja nawe baadhi ya wazee wa watu na baadhi ya wazee wa makuhani ukatoke uende mpaka bonde la mwana wa Hinomu lililo karibu na mahali pa kuingia kwa lango la vigae, ukahubiri huko maneno nitakayokuambia, ukisema: lisikieni neno la Bwana enyi wafalme wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: Angalieni nitaleta mabaya juu ya mahali hapa, ambayo mtu yeyote akisikia habari yake masikio yake yatawaka, kwa sababu wameniacha mimi, nao wamepafanya mahali hapa kuwa mahali pageni, nao wa hapa wamewafukizia uvumba miungu mingine wasiowajua, wala wao wala baba zao, wala wafalme wa Yuda, nao wamepajaza mahali hapa damu ya wasio na hatia, na hatia wa, nao wamemjengea Baali mahali pake palipo juu ili kuwachoma moto wana wao wawe sadaka za kuteketezwa kwa Baali, tendo nisiloliamuru mimi wala kulinena wala halikuingia moyoni mwangu. Basi angalieni siku zinakuja, asema Bwana, ambazo katika siku hizo mahali hapa hapa itaitwa tena Tofethi wala bonde la mwana wa Hinomu, bali bonde la machinjo. Nami nitalitangua shauri la Yuda na Yerusalemu mahali hapa, nami nitawaangusha kwa upanga mbele za adui zao na kwa mkono wa watu watafuta roho zao na mizoga yao nitawapa ndege wa angani na wanyama wakali wa nchi iwe chakula chao. Nami nitaufanya mji huu kuwa kitu cha kushangaza watu na kuzomewa; kila mtu apitaye karibu nao atashangaa na kuzomea kwa sababu ya mapigo yake. Nami nitawalazimisha kula nyama ya wana wao na nyama ya binti zao, nao watakula kila mmoja nyama ya rafiki yake, wakati wa mazingira na dhiki ambayo adui zao na watu wale watafutao roho zao watawadhiikisha . Ndipo hapo utalivunja gudulia lile mbele ya macho ya watu wale waendao pamoja nawe, na kuwaambia, Bwana wa majeshi asema hivi, hivi ndivyo nitakavyowavunja watu hawa na mji huu, kama mtu avunjavyo chombo cha mfinyanzi kisichoweza kutengenezwa tena na kuwa kizima. Nao watazika watu katika Tofethi, hata hapatabaki mahali pa kuzika. Hivyo ndivyo nitakavyopatenda mahali hapa, asema Bwana nao wakaao humo, hata kufanya mji huu kuwa kama Tofethi. Na nyumba za Yerusalemu na nyumba za wafalme wa Yuda zilizotiwa unajisi zitakuwa kama mahali pa Tofethi, naam, nyumba zote ambazo juu ya dari zake wamelifukizia uvumba jeshi lote la mbinguni na kuwamiminia miungu mingine sadaka za kunywewa. Kisha Yeremia akatoka huko Tofethi, huko ambako Bwana alimtuma atoyo nabii Naye akasimama katika ua wa nyumba ya Bwana, akawaambia watu wote, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: Tazama, nitaleta juu ya mji huu na juu ya vijiji vyake vyote mabaya yote niliyoyanena juu yake, kwa sababu wamefanya shingo zao kuwa ngumu, kusudi wasiasikie maneno yangu. Mlango wa ishirini. Basi Pashuri mwana wa Imeri kuhani aliyekuwa msimamizi mkuu katika nyumba ya Bwana alimsikia Yeremia alipokuwa akitabiri maneno hayo, ndipo Pashuri akampiga Yeremia nabii akamtia katika mkatale uliokuwa pale penye lango la juu la Benyamini, lililokuwa katika nyumba ya Bwana. Hata ikawa asubuhi, Pashuri akamtoa Yeremia katika mkatale. Ndipo Yeremia akamwambia, Bwana hakukuita jina lako Pashuri, bali magor misabibu maana Bwana asema hivi, tazama, nitakufanya kuwa hofu kuu kwa nafsi yako na kwa rafiki zako wote, nao wataanguka kwa upanga wa adui zao, na macho yako yataona hayo. Nami nitatia Yuda yote katika mikono ya mfalme wa Babeli, naye atawachukua mateka mpaka Babeli na kuwaua kwa upanga. Tena mali zote za mji huu na mapato yake yote na vitu vyake vya thamani vyote pia, naam hazina zote za wafalme wa Yuda nitavitia katika mikono ya adui zao watakaowateka nyara na kuwakamata na kuwachukua mpaka Babeli. Na wewe Pashuri, na watu wote wanaokaa katika nyumba yako, mtakwenda utumwani, na wewe utafika Babeli, na huko utakufa, na huko utazikwa, wewe wewe na rafiki zako wote uliowatabiria maneno ya uongo. Ee Bwana, umenihadaa nami nimehadaika, wewe una nguvu kuliko mimi, ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha mchana kutwa, kila mtu hunidhihaki. Maana kila ninenapo, napiga kelele, nalia dhuluma na uharibifu, kwa kuwa neno la Bwana limefanywa shutumu kwangu na dhihaka mchana kutwa. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake basi ndipo moyoni mwangu kumekuamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Maana nimesikia mashutumu ya watu wengi, hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wote wanaonivizia, nisite usema husema, mshitaki nasi tutamshitaki, huenda akahadaika, nasi tutamshinda, tutajilipiza kisasi kwake. Lakini Bwana yu pamoja nami mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo hao wanaonionea watajikwaa wala hawatashinda; watatahayarika sana, kwa sababu hawakutenda kwa akili; wataona aibu ya milele ambayo haitasahauliwa kamwe. Lakini ee Bwana wa majeshi, wewe wawajaribu wenye haki, waona viuno na mioyo, nijalie kuona kisasi chako juu yao, kwa maana nimekufunulia wewe neno langu. Mwimbieni Bwana, msifuni Bwana, kwa maana ameiponya roho ya mhitaji katika mikono ya watu watendao maovu. Na ilaaniwe siku niliyozaliwa, isibarikiwe siku ile aliyonizaa mama yangu. Na alaaniwe mtu ile aliyemletea baba yangu habari, akisema umezaliwa mtoto mwanamume, akimfurahisha mtu huyo. Na awe kama miji ile ambayo Bwana aliiangamiza, asijute na asikie kilio asubuhi na kelele za fujo a dhuhuri, kwa sababu hakuniua nilipotoka tumboni. Na hivyo mama yangu angekuwa kaburi langu, na mimba yake siku zote nzito. Nalitoka tumboni kwa sababu gani? Kuona tabu na huzuni, hata siku zangu ziharibiki katika aibu.